Wizara ya Madini imetangaza kuwa Sekta ya Madini nchini Tanzania imepiga hatua kubwa ya kihistoria kwa kufikia mchango wa asilimia 10.1 katika Pato la Taifa mwaka 2024, ikiwa ni mwaka mmoja kabla ya lengo lililowekwa kwenye Sera ya Madini ya mwaka 2029 na na Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano 2021 kwa 2022 hadi mwaka 2025 kwa 2026. Hayo yamebainishwa na waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde leo Aprili 23, 2025 wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, na kueleza kuwa mafanikio hayo makubwa yametokana na usimamizi na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa uongozi wake mahiri uliopelekea sekta hiyo kufikia hatua hiyo muhimu mapema zaidi ya matarajio. Waziri Mavunde amesema ni jambo la kujivunia kuona kuwa juhudi za serikali na wadau wa sekta zimezaa matunda ambapo mwaka elfu mbili ishirini na tatu walikuwa na mchango wa asilimia tisa nukta moja kwenye pato la taifa, leo hii wamefikia asilimia kumi nukta moja kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne ambapo jambo hilo sio dogo. Waziri Mavunde ameongeza kuwa mafanikio hayo yametokana na mabadiliko makubwa ya kimfumo na kisheria yaliyofanyika katika sekta ya madini tangu kuingia madarakani kwa serikali ya awamu ya sita. Miongoni mwa hatua alizotaja kuchangia mafanikio hayo ni pamoja na kuongezeka kwa makusanyo ya maduhuli ya serikali kupitia sekta hiyo, kuanzishwa kwa minada ya madini ya vito udhibiti wa utoroshwaji wa madini, kuanzishwa kwa masoko na vituo vya ununuzi wa madini nchini, pamoja na kuanza kwa ununuzi wa dhahabu kupitia Benki Kuu ya Tanzania, BOT. Aidha, Waziri Mavunde ametumia fursa hiyo pia kuwashukuru wadau wote wa sekta ya madini wakiwemo wachimbaji wakubwa, wakati na wadogo, pamoja na wahusika wote waliopo kwenye mnyororo mzima wa sekta ya madini, watendaji wote wa sekta na taasisi zake, kwa ushirikiano mzuri na ufanisi katika kutekeleza majukumu yao. Vile vile Mavunde ametoa wito kwa wawekezaji wote kuendelea kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa chini ya sheria ya madini sura ya 123 huku wizara ikiendelea kutoa ushirikiano kwa wote wenye nia ya kuwekeza kwa tija. Kwa mujibu wa waziri Mavunde, mafanikio hayo yameonyesha wazi kuwa sekta ya madini si tu kichocheo cha ukuaji wa uchumi, bali pia ni chanzo kikuu cha fedha za kigeni, ajira na maendeleo ya kijamii kwa watanzania. Mohab TV Dodoma.